Karibu kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ambapo leo tutazungumzia madhara ya matumizi ya dawa za kulevya kwa watoto na wanafunzi. Matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa watoto na wanafunzi ni tatizo linaloongezeka duniani kote likiwa na madhara makubwa kwa afya ya kimwili, kiakili pamoja na utendaji wao katika masomo. Katika video hii tutaangazia sababu nane zilizothibitishwa kisayansi na kitaalamu zinazoonyesha athari za matumizi ya dawa za kulevya kwa watoto na wanafunzi. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, fanya hivyo sasa, ili usipitwe na dondoo za, za video zetu pindi tunapoziaplodi. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba 0787579224. Karibu na tuanze. Sehemu ya kwanza ni uharibifu wa ubongo na mfumo wa fahamu. Dawa za kulevya kama vile bangi, kokaini heroini na methamphetamine huathiri vibaya ya ubongo hasa sehemu si zinazohusika na kumbukumbu -kumbu, maamuzi na udhibiti wa hisia. Kwa watoto na vijana ambao ubongo wao bado haujakomaa, hasa hadi miaka ishirini na tano, athari hizi huwa kubwa zaidi. Hebu tuangalie ushahidi wa kisayansi. Tafiti kutoka National Institute on Drug Abuse NIDA, zinaonyesha kuwa matumizi ya bangi katika ujana huathiri sehemu ya prefrontal cortex ambayo inahusika na kufanya maamuzi na kufikiri kwa kina. Chanzo cha taarifa hizi ni NIDA, um, na pia the teenage brain under construction. Sababu ya pili ni kudorora kwa ufaulu wa kielimu. Matumizi ya dawa za kulevya huathiri uwezo wa mwanafunzi kuelewa masomo, kuhudhuria shule mara kwa mara, na kuzingatia darasani hii husababisha kuporomoka kwa matokeo ya mitihani na uwezekano mkubwa wa kuacha shule. Ushahidi wa kisayansi tunaenda kuangalia katika tafiti za John of School Health zinaonyesha kuwa wanafunzi wanaotumia dawa za kulevya wana uwezekano wa mara mbili hadi tatu zaidi wa kushindwa mitihani ikilinganishwa na wenzao wasiopata dawa hizo. Chanzo tunaenda kuona ni John of School Health, volume 8, issue 8. Sababu ya tatu ni kuwepo kwa hatari kubwa ya magonjwa ya akili ambayo ni mental illness. Matumizi ya muda mrefu ya dawa za kulevya yanaweza kusababisha au kuchochea magonjwa ya akili kama vile unyogovu ambao ni depression, wasiwasi ambao ni anxiety na matatizo ya akili sugu. Ushahidi wa kisayansi tunaenda kuangalia ripoti ya World Health Organization WHO inaonyesha kuwa vijana wanaotumia dawa za kulevya wana uwezekano mkubwa wa kuendeleza matatizo ya akili kuliko wale wasiopata dawa hizo. Chanzo ni WHO na Mental Health and Substance Use. Sababu ya nne ni kudhoofika kwa maadili na tabia ambao tunaweza tukasema moral and behavioral decline. Dawa za kulevya huathiri tabia ya kijamii ya mtoto au mwanafunzi ikiwa pamoja na kuonyesha kwa tabia hatarishi kama wizi, vurugu, uzinzi na uhalifu. Ushahidi wa kisayansi unasema, kwa mujibu wa American Psychological Association APA watoto wanaotumia dawa za kulevya huonyesha ongezeko la tabia zisizo za kawaida, zikiwemo ukatili na tabia za kiharifu. Chanzo cha taarifa hii ni APA na Substance Use and Juvenile Delinquency. Sehemu ya tano ni kuwepo kwa hatari ya kulevya kudumu, ambayo tunasema addiction dependence. Watoto na vijana huwa katika hatari kubwa ya kuwa waraibu wa dawa hizo, kwa sababu ubongo wao haujakomaa kikamilifu, hivyo huharibika haraka zaidi wanapojaribu dawa hizo. Ushahidi wa kisayansi kutoka NIDA inabainisha kuwa watu wanaoanza kutumia dawa za kulevya wakiwa na umri mdogo wana uwezekano mkubwa wa kuwa waraibu sugu. Chanzo cha taarifa hii ni NIDA na Drug Brains and Behavior, na chanzo kingine ni The Science of Addiction. Sababu namba sita ni magonjwa ya kimwili na kuathiri kinga ya mwili. Dawa za kulevya hudhoofisha kinga ya mwili, huathiri ini, mapafu, moyo na huongeza hatari ya maambukizi kama ukimwi, homa ya ini na kifua kikuu. Ushahidi wa kisayansi kutoka shirika la Center for Disease Control and Prevention, CDC , inaeleza kuwa matumizi ya sindano za dawa za kulevya huongeza hatari ya maambukizi ya virusi vinavyosababisha ukimwi kwa zaidi ya mara ishirini na mbili. Chanzo cha habari ni CDC, HIV and Injection Drug Use. Sababu namba saba ni uharibifu wa mahusiano ya kijamii na familia. Watoto wanaotumia dawa za kulevya mara nyingi hujitoa katika shughuli za kifamilia, kuanzisha migogoro nyumbani na kupoteza uaminifu kutoka kwa wazazi, walimu na marafiki. Ushahidi wa kisayansi kutoka tafiti mbalimbali zinaonesha kuwa Uraibu wa dawa huathiri vibaya uwezo wa mtu kudumisha mahusiano yenye afya ya kijamii. Chanzo ni Juno of Substance Abuse Treatment. Sehemu ya nane ni kifo cha mapema au ajali mbaya, ambao tutasema premature death or severe accidents. matumizi ya dawa za kulevya husababisha ajali, kujiua, au vifo kutokana na kuzidisha kipimo ambayo tutasema ni overdose, hasa kwa vijana wanaotumia dawa bila uangalizi. Ushahidi wa kisayansi tukiangalia, kulingana na National Center for Health Statistics NCHS, Vifo vya vijana kutokana na overdose vimeongezeka kwa zaidi ya asilimia mia tatu katika miaka kumi iliyopita. Hapo tunaweza tukatazama chanzo ni NCHS, au tutaangalia chanzo kingine ambacho ni drug overdose death among youth. Kwa kumalizia, ni wazi kuwa matumizi ya dawa za kulevya yana athari kubwa na za kudumu kwa watoto na wanafunzi. Madhara haya yanajumuisha kuharibika kwa afya ya mwili na akili, kushuka kwa kiwango cha ufaulu, kuvunjika kwa maadili na kuingia kwenye njia za uhalifu. Watoto na vijana ndiyo nguzo ya taifa la kesho, hivyo ni jukumu letu sote, wazazi, walimu, viongozi wa dini na jamii kwa ujumla, kuhakikisha tunawalinda dhidi ya vishawishi vya dawa za kulevya. Elimu, malezi bora na ushauri wa mara kwa mara vinaweza kusaidia sana kuwaepusha na janga hili. Tuungane kwa pamoja katika kupambana na dawa za kulevya, ili kujenga kizazi chenye afya, maadili na matumaini kwa maisha bora ya baadaye. Tukemee, tupinge na tuchukue hatua kwa pamoja, tunaweza. Bila shaka umejifunza kitu kipya leo. Usisahau kushare kwa wazazi, walimu na wanafunzi ili waweze kujifunza na kuona madhara ya matumizi ya dawa za kulevya kwa watoto na wanafunzi. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.